Well, CRDB Bank uh, uh, mwaka huu inaadhimisha uh, uh, miaka thelathini ya kuanzishwa kwake. Umekuwa ukiona hizi eh, ama utaendelea kuziona hizi series si, tukiongea na watu muhimu sana uh, katika ujenzi wa benki hii uh, na mmojawapo ni uh, ametufanya tusafiri kutoka Dar es Salaam mpaka uh, Mwanza uh, tukala uh, nizile kivuko kuja sehemu ambayo inaitwa uh, uh, ni Sengerema ila Senge, Sengerema, lakini unakwenda ndani kidogo, na nimeambiwa hii sehemu, mzee wangu, panaitwa Kasomeko, Kasomeko, Kasomeko. Lakini mmoja kati ya wenyeji kaniambia jina ambalo linafanana sana na eneo kongwe Tabora ambapo Mtemi Mirambo alikuwa anapita enzi hizo Isokolelo. Naambiwa hapa kuna panaitwa Isuka Isakulilo. Isakulilo. Kwa hiyo majina nafanana kidogo, niliposikia lile nikakumbuka isokolelo ya kwetu Nzega, Tabora. Okay. Shikamoo mzee wangu. Marhaba, salama kabisa Ndiyo. Kwanza nimependa wakati tunakuja nikawa nasema mzee wangu ame anaishi wapi huku, mbona kama tunapotea kidogo, lakini nimekuja kufurahishwa sana na haya maeneo hapa, very peaceful, lakini pia kando pale kuna ziwa Victoria ni, ni, ni, ni, ni raha iliyoje kuwa kando kando maziwa Victoria, kwa kweli ni starehe nzuri, kwa sababu hali ya hewa ni nzuri, wako kimya sana sana, kelele tunazosikia ni za ndege tu basi. Na, na kwa nini hapa? Mwingine tulitarajia tungeukuta Mbezi, tungekukuta uh, Kimara, uh, Mbweni, kwa nini huku? Uh, kwanza kwa sababu nipende kuwa karibu na Ziwa Victoria, si tu kwa ajili ya mandhari yake, lakini pia ni kwamba katika shughuli za kilimo na ufugaji inakuwa vizuri zaidi kama ukiwa karibu na maji hapa. Ndio maana mm -hmm. Nikapachagua uh, uh, hapapana amani kiasi gani? kuwa katika mazingira kama haya, Kwa kwa kweli amani ni nzuri sana, hamna bugudha yoyote, hamna kelele za magari mnakeleleza mwizi mwizi, kwa hiyo yeah. Pametulia. <laughs> Kwa kifupi, sawa sawa. Uh, ni seme hongera sana na ni sehemu ambayo naamini wenyeji wanajivunia kuwa na mazingira ya kuvutia kama haya pembezoni mwao. Mm, naambiwa vilevile kwamba jina lako jingine huku ambalo ni la utani unasema ni lumaa la mashamba. Kwa nini? <laughs> Wewe wananchi nafikiri wanaona kwamba nina mashamba makubwa, kwa sababu nilinuanunua sana jirani zangu, kwa hiyo nikawa nimeongeza eneo la shamba, kwa hiyo ndio wakaona huyu bwana anakuja namaliza mashamba yetu. Lakini sisi kweli nafikiri uh... meona wenyeji bado wapo wengi kabisa. Uh, Mr. John uh, nafurahi kwamba nimeweza kufika hapa, ni kupongeze kwamba we ni miongoni mwa watu ambao wanatajwa uh, kwa mchango wao mkubwa katika kuifanya benki ya CRDB uh, iweze kuwa uh, hapa ilipo leo. Unaweza ukatukumbusha wakati unajiunga na uh, CRDB ilikuwa ni mwaka gani na ulikuwa unatokea wapi? Kwanza, nimejiunga na, na CRDB mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu nikuwa appointed kwa general manager mea, nikua, nikua nikua, nikua wa CRDB mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu nikiwa nikiwa natokea PSRC ambapo nilikuwa nikwa coordinator kwa pia katika katika katika, katika tume ya ya kurekebisha mashirika ya umma, ndiko nikotokea nilipopata appointment hiyo. Ni ilipoza presidential appointment. E, sio sehemu ambayo niliomba kazi. Hapana, nilikuwa appointed. Uh, uh, uh, wito huo kutoka kwa raia namba moja, raisi uliupokeaje? Ilikuwa ni surprise. Ilikuwa surprise na, na mshtuko kidogo kwa sababu ilikuwa inajulikana kabisa wakati huo iliku ilikuwa katika hali mbaya sana na in fact, wakati nimekuwa appointed baadhi ya watu walikuwa nasema, wewe well, umekuwa appointed kwenda ile, ile benki kufie mikono kwa sababu ya hali ya benki ilivyokuwa. Hali ya benki ilikuwa sio sio ya kuridhisha kabisa ha. Nini hasa ambacho kilikuwa kinakwenda upogo kilikuwa kinaenda eh, mrama kwenye benki? Madeni au nini hasa ha, baada ya kukaa pale Biggest problem ilikuwa ni nani? Ni madeni mabaya, bad loans, na kama inavyojulikana kabisa kwamba benki yoyote ikifanya makosa kwenye, kwenye lending ndio kifo chake mm. mm. Na, na, na wakati huo, wakati unaepokea, eh, eh, kulikuwa kuna uh, teknolojia gani kwa mfano ambayo inatumika? Muundo wa matawi yalikuwaje? na ilivyokuwa ina operate wakati huo? well, wakati huo nafikiri katika nchi nzima kwa mambo ya computerization hayakuwepo. Kwa hiyo most of it ilikuwa inafanywa, most of the operations zilikuwa manual, hazikuwa na hazikuwa na mambo ya kompyuta y branches za CRDB wakati ule zilikuwa chache sana, zilikuwa quite few yes, na na uh, E, cha kwanza kabisa wakati umekuta benki ambayo tayari ina reputation tofauti, watu wanahisi kwamba ndio inakwenda ku, kuanguka kabisa nini ambacho ulifanya cha muhimu kabisa kuweza kuiokoa iendelee kusurvive? well, kwanza niseme tu kwamba wakati <coughs> naingia naingia CRDB, kwanza kulikuwa na msimamo wa, wa benki ya Dunia ilikuwa inaisisitiza ina, ina, ina serikali ya Tanzania ivunje hiyo benki kwa sababu ilikuwa kama vile imefilisika, lakini <coughs> serikali haikutaka hai, hai, hai kufanya hivyo hivyo. Wakishirikiana na Danida, serikali iliamua lazima ichukue hatua za kuifufua hiyo benki. Kwa hiyo nipoingia pale nilikuta Danida already wameshaingia wanajitayarisha kuanza kufanya taratibu za kuifufua hiyo benki. Kwa anachukulia kwamba mi nilipoteuliwa kwenda pale, nafikiri kwa nia ya serikali kwamba mi niene nikafanya kazi na watu wa Danida tuifufue hiyo benki hmm. Hmm. Na ilikuchukua kipindi gani, mwaka, miezi, mpaka kuona kwamba uh, inaanza kusimama tena? lichukua muda hii kazi ilikuwa ngumu, haikuwa yeah. kazi rahisi, kwa sababu mfano nilipoingia pale benki ilikuwa imekuwa thrown out of the clearing house, na ina maana benki yoyote ikiwa thrown out of the clearing house haiwezi kuoperate. mm. kwa hiyo kitu cha kwanza ilibidi tu, tufanye juhudi ya kuhakikisha kwamba tunarudi kwenye clearing house, na ba baadhi ya vitu tulivyofanya, kitu tulichokifanya mimi nilizungumza na, na gavana wa Benki Kuu nikaomba nika watupe mkopo ili tuweze kuwa na enough deposits za kuweza kustay in the clearing house, na obviously tusingeweza kupata mkopo hivi hivi, ilibidi tu to, uh, to mortgage baadhi ya fixed assets za CRDB kwa tu mortgage, tukaweza kupata enough funds kutokana na mkopo wa Benki Kuu kuanza tena kuwa back on the on the that was the first thing at least mm. Yeah. Then he anza cooperate yeah, yes. Umeni mzee wangu, mzee Rubambe, umerudisha kwenye uh, uh, darasa la uchumi kidogo. Na mimi pia, kuna wanaotutazama wangependa kujua, kuna temu umeitumia hapa, clearing house, ni, ni kitu gani hicho? <laughs> clearing house ni, ni mahala ambapo ni, ni central iko central bank. Aha, uh -huh. Ni mahala ambapo sasa, mkifanya business, unaweza kukuta benki hii benki hii inakudai wewe kwa sababu checks zako zime zimekwenda kwenye benki yao na nene. Kwa hiyo ni mahala ambapo wanafanya ile business, inafanyika between between nani banks kuexchange nani. Wa, wakati huo unakabidhiwa kijiti. leo hii ukiangalia miongoni mwa changamoto ambazo wakurugenzi watendaji wanapitia ni ushindani kutoka kwa uh, benki zingine kipindi hicho uh? hiyo haikuwa changamoto kwako, pia ushindani haukuwa mkubwa sana uh -huh. Kwa sababu kwanza kulikuwa na benki chache sana, i think wakati nakwenda pale benki iliyokuwepo ilikuwa ni NBC tu. Kwa hiyo kama ni changamoto ya, ya, ya, ya, ya competition ilikuwa ni NBC, na of course ilikuwa eh, moja ya, ya, ya, ya matatizo tulikuwa tunapata kwamba NBC walikuwa natu hawatuseme wa, wa, wa, wa, wa, wa, vizuri sana <laughs> kwa wateja. Kwa hiyo ilitupa kazi sana, kwa sababu imani ya, ya public kwa ujumla haikuwa nzuri sana db. Sasa ilikuwa inabidi turudishe hiyo imani ya, ya, ya, ya public kwenye benki, na kuna hawa watu nakwambia, wamefilisika, nakwenda fanya nini, niseme wanatafuta deposits wamefilisika, and so on. kwa Kwahiyo hayo yalikuwa ni baadhi ya matatizo tu. kwa hiyo yapata, wakati huo nana alikuwa mentor wako uh, wa kumfuata kumwomba ushauri kama una umekwama sehemu? mm, well, as a kukwama as such kwanza, kwa sababu nilikuwa na hawa watu wa Danida, na, na wengi walikuwa na experience na wao kutoka kwao kule kwa hiyo tulishirikiana katika kutatua matatizo tuliyopambana nayo. Naomba okay, yeah, utueleze eh, mafanikio makubwa uliyoyapata eh, ndani ya uongozi wako na pengine eh, changamoto ambazo zilizokuwepo kipindi hicho na ulivyozitatua. Tunasema ni eh, success stories pamoja na challenges. Well, labda nianze kuanzia kueleza <coughs> kitu gani tulifanya ili tuibadilishe Naum. hali ya benki ilivyokuwa. Kwanza, problem kubwa ya benki kama nilivyoeleza hapo awali ilikuwa ni kwamba kuko na bad loans zilikuwa nyingi sana, na hizi bad loans zilikuwa zinasababishwa na kitu gani? Tulikuta pale system ambayo walikuwa nayo ni kwamba walikuwa ma decentralize mm, kwenye matawi, lakini at the same time hawakuwa na ufuatiliaji kwani kitu gani kinaendelea kwenye matawi. Kwa hiyo unakuta kwamba watu ambao sio waaminifu kwenye matawi waliweza ku, kutoa loans zingine fake and so on. Kwa hiyo ilibidi bidi tuanze ku, kwanza tulifanya utaratibu wa kutrain, na katika training tukatumia wakati huo, huo ku fanya assessment ya wafanyakazi ili tuweze kupata wafanyakazi ambao wanaweza kaendana na the new culture kuibuild up kwenye bank. Kwa hiyo ni one of the things ambao tuifanya. Cha pili, obviously we needed deposits kwa sababu benki ilikuwa na nani. Kwa hiyo tuliweka drive kubwa sana ya kuna kumobilize deposits na kutokana na training tuliokuwa tunafanya na emphasis ambayo tulikuwa tunatoa kwenye mambo ya customer service, tuliweza pamoja na bad mouthing tuliokuwa tunapata kutoka kwa kwa washindani wetu, tuliweza ku, ku, ku, convince the public kwamba we are different bank now. Yeah. Yes. Kwa hiyo tukafanya uh, deposit mobilization kwa hali ya juu sana na lakini of course at the same time ilikuwa inajulikana kwamba the bank needed to be capitalized. Nafikiri mm -hmm. usiju uh, kama unajua una kwamba Cooperative and Rural Development Bank ilikuwa inakuwa owned na cooperative unions. And I'm say, na serikali kwa kupitia cooperative unions. Cooperative unions at that time zilikuwa hoi mm -hmm. so they were not in a position ya kuweza kucapitalize the bank kuweza kuirudisha katika hali inayotakiwa kifedha. Kwa hiyo ndio maana tukaja tuka na ile idea ya kufanya nini ya kutafuta, um, participation ya public into the bank, kuweza kuuza shares and that we succeeded. Tuliweza tukakonvinsi watu wakanunua shares pamoja na injection ya na Danida tukaweza kurecapitalize the bank kuweza kufikia katika hali ambayo iweze kuwa incorporate kwa hiyo ni wazi kwamba uh, wazo la kubinafsisha kuweka kwenye mikono ya wa watu wengine ilikuwa ni wazo la msingi kabisa ambao lilifanyika. Hiyo ilikuwa ni wazo la msingi kabisa. Otherwise, yani ingekuwa serikali labda ndio capitalize, lakini I think it was felt na wakati huo nafikiri, na mambo ya kidogo, ile kitu ujamaa ulikuwa umeanza kupungua pungua, kwa hiyo tuliweza kunani ku, kuwa convince watu akwa um, for example tunatangaza nyango kanu, a ah, the campaign is media za media nyango kanunua, benki ni kitu ambacho kilikuwa something very new mambo yeah. ya shareholding kwa society ya Tanzania wakati ule ilikuwa wa in fact, tuli, ni kitu aijilikani na in fact, niaweza kusema kwamba tuli tulifanya kitu ambacho si cha kawaida yeah. kuweza sh kuuza shares without the capital market, bila kuwa na stock exchange, lakini tuliweza, tulidiriki hata kutaka kumuzia Nyerere shares. reaction yake ilikuwaje? <laughs> <laughs> oh, yeah, yeah, yeah. tulikwenda mpaka nani kwake pale, tukamweleza tunataka kunani kuhamasisha watu wanunue share, shares kwenye CRDB tungeomba nawe mheshimiwa, kama unaweza ununua shares. Alikataa kata kata <laughs> kununua shares. lakini aliweza kuwanunulia watoto wake wafanyakazi wake shares ah. lakini sio yeye yeah, yeah. yee asingeweza kufanya kitu cha kapitalistik. Kwa hiyo kuna watu ambao walinunua share kipindi kile kabisa mwanzoni na leo bado wapo, sio wana. Naamini hivyo, naamini hivyo kwa sababu the bank was, was doing very well wat, ulikuwa napata dividends yeah. Kwa hiyo sioni sababu kama mtu aliacha ali kuwa shareholder, labda kwa sababu ya matatizo kwamba ameziuza zile shares ili labda atatue uh, tatizo lake like na financial problem yake, lakini not because the bank was not doing well. Umeeleza kwamba uh, wazo hili la Uh, kuibadilisha benki katika uendeshaji uh, wake ulivyokuwa kuelekea uh, kwenye kubinafsisha, ilikuwa ni kitu kipya, experience tofauti kabisa. Uliwezaje sasa kupata uh, uh, uh, mawazo ambayo yakasaidia ya, ya, ya, ya kuifanikisha, mlipata training yoyote ama ilikuwaje? No, hatukuwa na training. Ni kuthubutu tu. Uh, okay. tu, tu, tunasema tu, tuuze shares na of course kama hivyo kama unavyosema kwa kutumia hizo matangazo tangazo haya ya kuhamasisha watu, ina in in way which is not very professional, lakini yeah, very practical. Mwenzangu kanunua benki, kwa hiyo mtu anafikiri mimi naweza nikanunua benki, na unamweleza mwenzangu kainunuaje hiyo benki kwamba mimi na own bank something ambacho it was ahead of lakini nikiliweza kuwavutia watu kaweza kununua shares. Kulikuwa na of course na watu ambao walikuwa hawaamini, ambao walikuja waka labda wakanunua baadaye, lazima walinunua baadae baada ya kuona kwamba kwamba kumbe, kumbe si realistic in fact, some of the, some of the people walidiriki hata kusema kwamba tunavunja sheria, tunauza shares bila kuwa na na, na, na stock exchange, lakini we did it yeah. Yeah. Kwa hiyo ni uthubutu thubutu, yeah. Na Nyerere ambaye ndo alikuteua kwa ajili ya kushika, kushika hiyo, uh, nafasi, uh, uh, in fact wakati ule ilikuwa sio Nyerere, ilikuwa ni ilikuwa ni Mwinyi, Mwinyi, yeah. uh, ok, lakini uh, Nyerere yenye mlimfuata mm. kama mtu naye pia ingekuwa tuna leo, tunasema ni ange, angefanya endorsement kubwa sana aliyekuteua ambaye alikuwa ni rais Mwinyi kipindi hicho mm. um, kwa, kwa uteuzi aliofanya na ulivyopambana mpaka mkafanikiwa, aliwahi kukupa mrejesho wowote anavyojisikia kwa kazi Mrejesho niliyoupata ndio ni kutoka kwa rais Mkapa. Ah, okay. Wakati anamteua kuwa mwenyekiti mtendaji wa PSRC alisema, kama uliweza kubinafsishwa nani CRDB katika, mm. hali hiyo, basi e uongozi nani kitengo cha nani ah. yeah. ulikuwa unahusika kwa moja kwa moja kwenye hatua za ubunifu, kama vile kutengeneza kampeni, matangazo, unyango ukanunua benki au kulikuwa kuna kitengo cha wengine? Kulikuwa na kitengo, kulikuwa na kitengo cha public relations mm -hmm. Obviously wakija na idea lazima wata discuss na mimi, kusema kama hii inafaa, we'll tutakwenda tunaendelea, kitengo kikiwepo. uh -huh. mm. Leo hii uh, CRDB bank ikiwa uh, uh benki kubwa inaongoza Tanzania na wateja wengi uh, kwa mwaka faida ni kubwa, wanahisa wana, pata dividends za kutosha Unajionaje una, unajisikiaje kuona kwamba umetengeneza benki hii kubwa ambayo leo hii tunajivunia? M niko e na nawashukuru viongozi waliokuja baada yangu mimi na wafanyakazi wote wa benki ya, ya CRDB kwa kuweza kuiendeleza CRDB, kwa sababu sahizi ningekuwa sijui najificha wapi kama benki hiyo baada ya fua imefikia hapo alafu ingekufa yeah. Lakini sasa hivi ime grow najiona naweza kuteka advantage na kusema mimi ndio nilikuwa mwanzilishi wa benki hii yeah. Eh. kwa hiyo wananifanya niwe very proud yeah. yeah. Ni, ni benki ambayo imeweza ku, kufungua njia, kuanzisha vitu vingi sana, uh, matumizi ya uh, kadi uh, mm. internet banking mm. vingi sana vimeanzishwa na CRDB. Wewe pia teknolojia hii unaitumia na unaionaje tena sana? Okay. Naitumia sana sana ee, pamoja na umri wangu kwenye mambo ya IT kidogo na, najikongoja naji kongoja. Yeah. Yes. Kwa hiyo ndio maana leo nilikuwa na na na, na, na, na, na, joke, na, na branch manager wa Nyanza, ndio kwamba semahani se hujaniona siku nyingi, lakini ni kwa sababu ya hizi nani na Hizi, hizi teknolojia kila kitu unamaliza kwenye simu. Namaliza kwenye nani? Kwenye simu? Sim banking ni nini? Kila kitu. Mzee wangu katika miaka thelathini inayokuja uh, un, unaiona benki ya CRDB ikifanya mambo gani makubwa? mimi nafikiri waendelee kufanya wanachokifanya. Ndio. Keeping up with technology and so on. Tahadhari ambayo ningeweza kuwapa ni kuwa kwamba avoid politics otherwise Kwanini waavoid politics? Kwanini waepuke wa siasa? Siasa, ukiingia kwe kwenye siasa, basi tena huko kwenye biashara maanake mm. mm. Utakuwa maamuzi yako mengine yatakuwa yatakuwa not based on commercial interest, yatakuwa based on political interest. Mshauri mzuri sana mm. na unamshauri nini uh, kijana ambaye leo hii labda na miaka thelathini na baada ya miaka ishirini a inaokuja anaweza akapata fursa ya kushika na nafasi kubwa ambayo umewahi kushika na wengine ya we kuwa uh, managing director, mkurugenzi mtendaji. Dondoo tips za kumfanya awe kiongozi mzuri zaidi? Well, kwanza lazima uwe we na, a na tim au timu ambayo unaiamini una inayoaminika yeah. Kwa sababu huwezi kufanya kitu peke yako without a dedicated team. You can never be you can never be successful. Kwa hiyo choice yako ya watu wanaokusaidia ni very important, kwamba you get the right people kukusaidia, na watu ambao wako genuine, sio ambao wanataka kuwa, kwa lugha ya siku hizi, kuwa chawa chao, wanasema <laughs> <laughs> <laughs> no, chawa. <laughs> <laughs> chawa. kila siku wanasema <laughs> Epuka sana kuwa chawa. E, sana kwa usajili kwa, kwa machawa <coughs> machawa hizo. Mzee wangu hukuwa na machawa, wanakusifia ili wapate kitu kutoka kwako? sikumbuki kama nilikuwa na, labda walikuwepo, lakini siku, <coughs> sikuwajua wake. leo uchawa umekuwa ni ajira kabisa, vijana, yeah. wanapata maisha kupitia hivyo. Ndio. Yeah. kwa hiyo sio kitu kizuri kabisa yeah. Kitu gani ambacho mzee wangu sasahivi kina ku keep busy? Unafanya nini sasa hivi, uko active nikikuangalia? e, niko active yeah. Mi ni sasahivi najiita mkulima na mfugaji, nalima na, na shamba langu hapa ni orchard mm. Nani na matunda, matunda zaidi kwa wingi, na ng'ombe nafuga na, na, na ng'ombe wa maziwa nafuga na kuku basi, mm. Mi mkulima na, na mfugaji lakini nafahamu kwamba una uh, uh, uh, sio mtu ambaye uko serious sana, kwa maana ya kwamba haujihusishi na masuala ya burudani, kwa sababu nyuma yangu hapa naona kuna piano mm. Kule nje nimepita, naona kuna court ya basketball. Kwa hiyo naona eh, burudani upo na kwenye michezo pia upo, piano unaipiga Nilijifunza baadaye kkati zaidi, nimewawekea ujukuu wangu mm. unaonekana unapenda mziki pia oh, mziki napenda sana mm, sana. Mziki gani unasikiliza kwa siku hizi? Mi zaidi niko kwenye upande wa jazz. Ndio maana hata kofi yako inaniambia. <laughs> <laughs> ki cowboy. Kwa hiyo jazz naipenda sana lakini hata bongo flava nasikiliza. Kweli ndio msiki wa siku hizi. Unaweza ukanitajia wasanii wasani wa, wa wawili tu? nawafahamu tafadhali. Wawili <laughs> <laughs> <laughs> tu? watasema kumi nakutajia. Basi oh, <laughs> basi, nimekuchosha watatu tu basi. <laughs> kuna Diamond, eh? kuna Alikiba kuna Rayvanny, see. Eh? Na wale... Na wale wa zamani wakina Vanessa Mdee ah, Vanessa unamfahamu? Hey, namfahamu, namsikiliza, mziki wake safi sana mm. Basi nimeelewa testi yako ya mziki ipi, mm. Uh, uh, testi nzuri, naamini selection zako kwenye popote unapoweka ni nzuri sana nikipata, nikipata labda nyimbo ishirini kwenye playlist yako naamini itakuwa ni nyimbo bora sana <laughs> <laughs> kwa sababu hao liwataja, yeah. Nsharat sana kwa Rayvanny kwa sababu ni balozi pia wa CRDB. Oh, I see, okay. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Kwa hiyo ninaamini pia endorsement hii kubwa kutoka kwako ataifurahia sana mm -hmm. Uh, unatuacha uh, na ujumbe upi hasasa, uh, nikijitoa mimi hasasa vijana unaoita Gen Z mm -hmm. mm -hmm. ungependa kuwapa ushauri upi general ambao utawasaidia katika kuwa viongozi bora ama kuwa eh, viongozi wa familia bora in the future mm -hmm. Na swali no, gumwi <laughs> swali la babu, swali la baba yetu eh, nano wamini, um, ushauri wa baba, ushauri wa baba. Oh, cha msingi ni wafanya kazi kwa bidii, wache uongo, uongo, utapeli, tapeli aufai. yeah. mm -hmm. Nawawache na uchawa pia <laughs> Uchawi haulipi, haulipi, haulipi. Kwa kweli ingawaje. uh-huh. yeah. <laughs> <laughs> unalipa kwa wengine, wengine wame, wameendelea kutokana na uchawi, lakini si sifa nzuri, sio sifa nzuri kwa kweli yeah. Yeah. niseme niseme asante yeah. sana mzee wangu, nimefurahi kwa mapokezi mazuri niliyopata hapa yeah. na pia madini ambayo umeshea na sisi, ndio niseme asante sana na Asante sana. Asante siku Asante, nyingine bila shaka tutakuja tuongee mengine Asante, mengi zaidi Asante. Asante. Wewe karibu pia Dar es Salaam Asante sana. No, no. No. Sana. Uh, well, umesikia kutoka kwa uh, John Rubambe mzee wangu hapa, ambaye uh, kama ulivyosikia, haya matunda unayoona hapa, hizi sifa zote ambazo CRDB leo hii tunaipa eh, miongoni mwao ambao wamechangia kufika hapo ni mzee wangu hapa na bahati iliyoje kwamba leo nimemtembelea funga safari kutoka Dar es Salaam mpaka Sengerema hapa eh, nyumbani kwake kwa ajili kwa ya kwenda kuchuma busara kutoka kwake. Naamini pia na wewe utakuwa umechuma hizo busara. Mi naitwa Fredrick Bundala, asante sana kwa kwa nasi kwenye kuadhimisha miaka thelathini ya CRDB. Tukutane, tutakuwa na nani tena katika viti kama hivi katika mazungumzo kama haya. Endelea kufuatilia series hizi. Kwaheri.